Ah, kwangu binafsi namshukuru Mungu kwanza, mm. Ni vizuri na mpira ukacheze tu. Yeah, mpira ukacheze. Mpira ukacheze. Ukacheze, boli litembee yeah. Au vipi? Sawa, Shekina, kwa upande wako pia umeonaje draw mpaka wakati huo? Mpaka sasa draw imeenda vizuri mm. Na huku ndiko mpira unakochezwa mm. Kwa hiyo wanaotaka burudani mm. Ni muda wa burudani sasa Sawa, ni muda wa burani sasa kuweza kuonekana. Na nakumbuka, uh, Baraka, tumekuwa na wawakilishi ambao wameshuhudia uh, dro hii hapa mubashara kabisa, sahi, kabisa. Na si vibaya kuja hapa kuzungumzia kuhusiana na mitazamo yao baada ya dro hii kuweza kupangwa na kufanyika. Nimemwona uh, kwa kitengo cha habari Azam Football khazi Club yes, Thabit Zakaria zaka zakazi. Zaka kuja kuangazia kundi lao pale, wana Simba Sports Club, wana KenGold, wana Dodoma Jiji, yeye binafsi kali onaje. Karibu hapa Zaka, hapa hapa nyumbani bwana. <laughs> Uh, eh, ni mwanachama eh, kutoka chama kimoja pale. <laughs> karibuaa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> safi. Uh, mashindano ya under 20 na ikumbuka pato la Simba dhidi ya Azam huku marehemu Jeba, huku ile Simba akina Singano blnb ilikuwa uh, ili ya eh, ilikuwa <laughs> moto kweli kweli, ndo mara mwisho tunashinda mashindano akina Aisha na timu ambayo mm. Uh, imelisha ime timu ya taifa kwa kipindi kirefu kwa sababu ile mm. timu yetu uh, laishi mm. uh, Gadiel Udahiri Gadiel, Farid Musa, Joseph Kimwagawa na timu matata sana <laughs> haiwezekani kushindana. Nakwambia ile timu <laughs> uh, uh, ilikuwa imegawanyika mara mbili, um, wale waliokuwepo uh, hatukuwa na timu nyingine tena um, sababu kama nusu wamechaguliwa na ya taifa, kwa amechaguliwa nimekumbusha bali kidogo, tunaona kingine kinakuja, na inshallah safari hii tutakuwa kama vile kundi. Umelionaje, na mtazamo <laughs> <tansal> wako na kwa ujumla draw imekwenda yeah, vizuri sana, na kundi letu nadhani ndio kundi la kifo kwenye mashindano. mm -hmm. Unajua yeah, tumekutana uh, vigogo wawili pale mm. Uh, hakuna kundi lingine ambalo lina heavyweight kama kundi <laughs> uh, zuri na um, bila shaka bingwa atatoka upande huu. Bila shaka watu watu wanakuwa na hoja sana yeah. Azam football vipi itaingia itaingia msimu ule mpaka sasa yeah, uh, ukipima uki tu uh, kwa kikombe mm. Ni kweli hatuja hatujachukua kikombe tangu 2012 elfu mbili kumi na mbili, ni kipindi kirefu sana mm. Lakini hatujakuwa mbali na hapo tume... yani, tumekuwa tu finali, nusu finali hapo mara zote tuko hapo mm. So kama utaangalia kigezo kimoja tu cha kombe, kweli hatujachukua muda mrefu sana mm. Lakini tumekuwa bora kwenye mashindano haya. Ingekuwa unasema inapimwa coefficient, uh, ranks kwa kwa kipindi chote, angalau hata five year ranking mm. Tulikuwa tuko juu tu hata kama kombe tujachukua, kwa sababu tumekuwa tukifanya hivyo miaka yote Ifeli sana nusu finali au mshindi wa tatu hivyo, lakini tuko hapo juu. Sawa, shukrani sana Thabit Zakaria kwa kuweza kujumuika nasi kwa wakati wako za kazi. Sawa, tuna mwakilishi mwingine pia kwa ajili ya kuweza kuzungumza nao. Tunaona meneja wa timu ya under 20, Madega, Young Africans. Yes. Tupate kumsikia na yeye. Eh, upande wao wanazungumza nini, walikuwa wanatamani labda ingekuwa hapa au Wadega, vipi bwana? Wema karibu sana bwana, maana ukupo unaiangalia navyosema hapa eh, kwamba shughuli ipo au maandalizi yake anakuga siku zote, haijalishi na nani. Sawa, karibu droo naionaje na mipango yenu kwa ujumla? Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa upande wa droo, kusema kweli tumeifurahia, imechezeshwa vizuri kabisa na wachezeshaji wenu hizi timu zetu za vijana, kwa hiyo wanauelewa mpira wa vijana. Mnapongeza sana wananchi wajawai kulipata ile ilihitaji vipi, unalionaje? Ah, ni kweli ni kipindi kile hifa tujawai kulipata ile hitaji mm, na mpaka leo umeona tumefika kwenye droo, ujue tuna kitu tunakitaka. Inshallah, Mwenyezi Mungu akipenda msimu huu makundi jinsi alivyo, we mwenyewe umeona kabisa hivi mlikuwa mnataka mmalizane nao huku au Ah, sisi katika hao wawili hmm, walosema kwa magiant wawili hmm. Sisi hapo kwetu ni wa kawaida, ni kawaida tunaweza yeah. hmm, kabisa kukabiliana nao, na hao ao ndio na watatupa sisi ubewale watu wawili. Tukutane Chamazi, tukutane Chamazi basi. <laughs> Shukrani sana kwa kujumuika nasi kwa wakati huu hapa. Uh, kila la heri, asante sana. Michezo yenu uh, baraka kama right. Tuna, uh, mwakilishi mwingine kule kama yupo? Hapana, naona mm. walikuwa mezulia ni Azam ndiyo. Na Young Africans yes. Yeah, kwa hiyo naona wengine aidha wamewiwa kupata wakati mgumu wa kuweza kushiriki nasi, lakini uzuri droo ilikuwa live kama mm. utaratibu wetu TFF pamoja na Azam TV kuwaonyesha watu mambo yanaandaliwaje, kwa hiyo mambo ndio yanapikwa kama hivi tajua nani yuko kundi gani, mm. na panapo majali wale watapata ratiba kuweza kujiandaa sasa, kwamba nani anaanza mbungi na nani. Kwa hiyo mimi niwasisitize tu, ni mashindano ya umri na taratibu zinafahamika, wachezaji wanaruhusiwa kucheza mashindano haya kwamba lazima iwe na miaka chini ya 20, sio zaidi ya 20 mm. E, yani ile 20 inaweza kukutia wakati ndio unamalizia mm. lakini, hutakiwa umezidi miaka. Kwa hiyo tunakumbusha viongozi wa vilabu vyote nane, kwamba wachezaji wanaruhusiwa kucheza ni wale na under 20 ina cutting edge miaka 17 mpaka 19 kuelekea 20. Chini ya 17 anatakiwa acheze under 17. Under 17. Under. Kwa hiyo tunakumbushana, tuandae wachezaji tuandae timu, wale ambao wanastahili, tutakuwa pamoja, waweze kushiriki mashindano haya, na tualike wadau wa mpira wote Tanzania na nchi jirani, kwa sababu tuna scouting kwa na imani baada ya hili pia mm. mm. mm. wataendelea kusalia pia kuweza kuona mashindano mengi kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo timu zikajiandae, tupate kuwa na mashindano mazuri na vijana wakapate kuonyesha nafasi hii ambayo itawapa nafasi ya kwenda katika professional zaidi, kwamba wanatoka katika graduate ya youth, sasa wanakwenda katika semi-pro au pro yenye kamili, kwa maana wacheza timu zao za wakubwa. Zawadi zipoje? Mashindano ya vijana unajua, mm. ni mfumo wa dunia nzima mm. prize money huwa sio priority wajua, kwa sababu yeah, lakini kikubwa kwamba mashindano ya vijana lazima yachezwe yaweze kupatikana. Kwa hiyo zawadi, maana individual awards huwa tunatoa mm, na NBC amekuwa akifanya hivyo toka msimu uliopita. Kwa hiyo zawadi wataendelea kujulishwa kadri muda unavyokwenda, wanazawadia watu gani, lakini always tunakuwa na kategori za wafungaji, mchezaji bora goli mm, kipa bora, timu yenye nidhamu waliofanya vizuri wote huwa na zawadi. Kwa hiyo zawadi individual mm, zitaendelea kupatikana kulingana na shindano ambavyo linatupa mwongozo. Tuwakumbushe uh, Baraka, mashindano yanaanza lini mpaka tarehe ngapi, ili watu waweze kujua na kusogea Chamazi ya, leo ni tarehe 14, mm, amba ni siku ya Jumatano. Yes, tarehe 19, ambayo ni Jumatatu, mm, mbungi linaanza Chamazi. Okay, nimesema kila siku natuleza kwa kwa kwa kwa kwa kwenye Azam TV pale mm, eh, kingamuzi chako cha Azam unaangalia pale kila siku napata gemu hizi mm, mbili mm. Kwa hiyo tutaanza tarehe 19 ambayo ambao ni Jumatatu mpaka Jumamosi tarehe 24 tutakuwa tunamaliza hatua ya makundi. Jumapili tarehe 25 ni mapumziko na tarehe 26 Jumatatu. Tarehe 27 ambayo itakuwa ni Jumanne tunapiga nusu fainali. Tarehe 28 Jumatano tunapumzika tena. Alhamisi yake ambayo itakuwa ni tarehe 29 tunamaliza fainali ambapo tutaweza kumtambua nani ni bingwa wa NBC Youth League kwa msimu huu wa 24 25. Tano. Sawa so, shukran sana uh, Baraka Kizuguto kwa kuweza uh, kuhitimisha hili hapa kikubwa kinachofanyika sasa, tukutane chamazi, lakini pia kuangazia Azam TV kwa ajili ya kupata uhondo huo wa NBC Youth League kwa mwaka msimu 2024 2025. Mimi ni Saidi Salim Msumi, shukran sana uh, Baraka Kizuguto. Jambo uh, hili limalizika <laughs> salama. Jambo <laughs> limekwenda vyema e, yeah. Ingawaje ni kwa maana sheki hapa yeah. <laughs> alikuwa anatamani kuiona dadi. Si bado bwana. Si bado itafika bwana.